Oria wazazi wetu walikuwa wanasema, walikuwa wanaitumia kwa ajili ya kunyoesha mifugo na kujaribu kuanza kulima, lakini sasa hawakufanyikiwa. Labda nadhani miundombinu ya kipindi hicho ilikuwa ngumu. Nishimba mwaka 53 na kujengewa ikajengewa mwaka hamsini na sita na hapa nilikuwepo hapa, nikawauliza nilikuwa mimi zarakali wasingetoa tumemwomba mama, mama akuletee maji ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, hapa ya kumwagilia eh. Meshukuru kabisa tena, nimefurahi mno kwa sababu mimi naendaga ngage, huwa tunateseka sana. Saa zingine unakuta umesha ajiliwa na mtu ambao amjuani, mmekutana. Tuko wakati wa mavuno pale, akishavuna pale anakuambia hela, tuende ukachukulia mjini, akifika kule anakutelekeza. Nadhani vijana tutakuwepo hapo, atuondoki na mapato tutaongezea na kazi itaenda. Kwa jina, naitwa Emmanuel Wilfred Chalo, ni mwandishi wa umwagiliaji mkoa wa Singida. Katika mkoa wa Singida tuna miradi ya umwagiliaji ifuatayo, e, eh, miradi ya uchimbaji wa mabwawa ya umwagiliaji pamoja na miradi ya, eh, ya uchimbaji wa visima. Katika awamu ya kwanza eh, tutachimba visima thelathini kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji e, eh, visima hivyo thelathini vita vitamwagilia eneo la ukubwa wa hekta 1200. Vilevile, katika mradi huu ambao umeanza tarehe tisa na tunatarajia kumaliza tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka huu e, mpaka sasa tumeshachimba visima 25 katika wilaya 4, e, na tunaendelea na kazi. Tumebakisha visima vitano katika awamu ya kwanza, ambapo baada ya uchimbaji wa visima awamu ya pili itakuwa ni kufunga pampu za umwagiliaji katika kila kisima kilichochimbwa na vilevile vile tutaweka matanki ya umwagiliaji na miundombinu ya umwagiliaji ili kuwawezesha wakulima wetu waweze kumwagilia na waweze kupata maji ya uhakika. E, faida za miradi hii katika mkoa wetu wa Singida, moja, itachochea ajira kwa vijana, namba mbili, tutapata e, kipato cha mwananchi mmoja mmoja kuongezeka ngazi ya kaya na vile vile upatikanaji wa mboga mboga, pamoja na matunda. Miradi hii inakadiriwa kuwa na thamani ya milioni 450. Kwa maana ya kwamba kisima kimoja kitagharimu milioni 15, kwa hiyo visima 30 vitagharimu zaidi ya milioni 430.